Dada Venita karibu. Asante mm -hmm. Kwa upande wako wee, umetusikia wapi? Umetuona wapi? Mimi nimeanza kuwafuatilia muda mrefu, nafikiri nimeanza kuona kwenye Wanawake Live, baadaye nikakuona TikTok, Instagram na Facebook hivi kuona sehemu nyingi. Wakati unaniona huko kote, kwanzia Wanawake Live mda mrefu kweli. Unaonekana mdogo, mtu ambaye ananiambia mwenyewe, ukiwa mdogo mdogo kabisa eh, ulikuwa mm, unasoma eh? Okay. Mm. Um, sawa karibu hatimaye. Okay, leo umekuja sasa, tumeonana live yeah. Mm-hmm. Vipi, um, nini kimekufanya ukavutiwa kuja kwetu? Uh, kilichonivutia kuja hapa wanza ni, ni, ni, ni, ni kama connection ya, ya, ya kwamba hata nikipata tatizo, mm. naweza kuripoti wapi, ila kikubwa zaidi nikomba, ninaf, ni kwambani mi nachoamini kwamba ni nafasi itako nitengenezea mimi kupata mtaji na kuendeleza nnachokitaka kufikia hizo. Nimependa umezungumzia usalama kwamba mm. unauhakika ukiajiriwa kupitia taasisi yetu ukipata changamoto yoyote, kuna sehemu ya e, kutoa taarifa na watu wakakusaidia mm. E, usalama ni muhimu sana. Hata mabosi wetu hao wanaochukua wadada kwetu, moja ya kitu ambacho wana, wana kinawafanya wa, waone kwamba wacha tuchukue wadada pale wadada center ni swala la usalama, na ndio maana sisi, moja kati ya mafundisho yetu kwenu ni swala la usalama wa familia za watu. Kwa hiyo na sisi pia kwa upande wenu tunazingatia usalama wenu, ndio maana kuna taratibu zile tulizoziweka za mikataba, ili na wewe uweze kuwa chini ya ulinzi wa uh, uh, wa, wa, wa sheria ambao utakuwa unakulinda, unapata haki zako zote, utalipwa mshahara wako, uwezi kufanyiwa ukatili, unyanyasaji. Kama kuna changamoto yoyote, una sehemu ya kuripoti hilo. Yeah, ni kubwa. La pili umesema ni kwa ajili ya kupata Kupata, um, mtaji na kujiendeleza kimaisha hmm. Umeishia wapi? Umekuja kujiendeleza wewe binafsi umeishia wapi? Wapi chuo ulisoma sekondari mpaka Form 6? Form 6, baada ya pale ukaenda chuo. Ndio. Chuo gani? NIT. NIT. Ndio. Ndio. Okay. Ulikuwa kule unataka kuchukua masomo gani hata biashara nikaendelea kusoma. Uh, vizuri kabisa mm. Nani alikuwa nakusomesha kabla? Umesema nikakosa ada, ulikuwa unajilipia mwenyewe mm. au ilikuwaje, unalipa mwenyewe Toka, unalipa wazazi? Wazazi wako wapi? Um, kipindi mimi mimi na ndugu yangu ndugu yangu kazaa elfu mbili na tatu elfu mbili na nne kwahiyo tunalingana ndugu kabisa eh, tunalingana kwahiyo. mm -hmm. Tumesoma wote kwanzia darasa la, la kwanza la, mpaka fom tumemaliza. mm -hmm. Tukiwa darasa moja so, tumefika fom mm -hmm. tukapata changamoto ya wazazi waka wakawa wametengana wametengana, baada ya kutengana sasa na mama akawa amepata shida hivyo, baada ya kupata shida tukaenda mm -hmm. Kwa upande wa mama ili kufanyaje na kumsaidia pia yeye. Alipata shida gani? Alipata shida ya macho. Okay. Ehe, baada ya kupata shida ya macho kwa hiyo tukaona kwanza bora tukamsaidie. Kwa hiyo tukatafuta kazi mimi na dada yangu, dada yangu akapata kazi dukani mm -hmm. kwenye duka la mtu mm -hmm. na mimi nikapata kazi za ndani mm -hmm kwa baada nikafika nikafanya fanya kazi hapo, form 4 nimemaliza. mhm mm nikafanya kazi huyo mtu a, yani nikawa nime watoto wake amebendi kwangu yani mm -hmm. hey, hey, hey. Kwao akasema, nitafanyaje? nitashughulikia mambo yako yote ya kufanyaje ya kwenda divorce. Kwa hiyo akashughulikia mm -hmm. Kweli kama alivyo alivyoniaahidi. mhm mm nikaenda nikaenda ukaendelea na form 5 na 6 ehe hey, wow. yeah, mtu tu ambaye ulikuwa unamfanyia kazi za ndani ehe hey. wow kwa hiyo alivyo nisapoti hivyo akanisapoti, mpaka nimemaliza, aka, mm. aka, mm -hmm. na dada yangu hapo akawa mfano anitumia hela matumizi. Baada ya kumaliza chuo, najishughulisha huko shuleni kwa hiyo nivyomaliza nikaa nshuuihashuulisha yule mtu akukusapoti kuendelea chuo? uh -uh. Alikusapoti five na sita hey. mm -hmm. Chuo, yani mm -hmm. Chuo, chuo, chuo ukawa sasa unajilipia mwenyewe mm -hmm. Mm -hmm. Kwa sasa imefika huu mwaka wa pili nimeangalia mazingira nimekuwa shida na kwa sababu mama yeye yani asilimia kubwa huwa anaenda hospitali anatibiwa yani kwa hiyo unaweza kukuta siku umepata hela amepata shida na yeye macho kwa hiyo inabidi anza akatibiwe afu na ndiye eh, kwa hiyo alivyoingia na ingiana hivyo mambo nikaona kwanza ni nitafute kwa sababu elimu haina mwisho najua mm -hmm. afu kama nishaingia kwenye mfumo nikipostpone Mm. Naweza nikaendelea tena hata mwakani kwa sababu ni hii, naweza nikafanya hata mwaka, ni, mwaka mmoja -hmm. Okay. Nikaona nifanye hivi nitafute, mm -hmm. nitafute mm -hmm. ada kwanza mm -hmm. nikishapata ada mm -hmm. naweza ngafungua hata biashara nikawa nasoma naso. nikasoma huku na biashara mm -hmm. ndio lengo lako kwa sasa hivi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dada Venita, karibu naongera kwa akili za hizo ndio akili za, za kipambanaji hizo. mm. Mm, kisha kuja, umezaliwa duniani hapa, sijui wazazi wameachana, mama amepata shida ya macho, yani dunia haiwezi kukuhurumia wewe. mm. Ndio unatakiwa uchukue usukani wa maisha yako. Kwao kwanza, umenifurahisha ulivyosema. Uh, kwanza ulifanya kazi vizuri na mtu, nyumbani kwa mtu na Mungu alikubariki kupata watu wenye utu ambao walionyesha nia ya kukusaidia na kweli wakatimiza ahadi maana okay. Mm, pia kuahidiwa ni jambo moja, kutimiza ahadi jambo lingine, na wadada wengi waliahidiwaga hizo mara nitakusomesha chereani mara nitakufanyaje, lakini uaga wanaahidiwa uongo tu mm. Lakini kwa wewe, bosi wako Mungu atambariki kule aliko, kwa sababu alitimiza ahadi ya kukusogeza kutoka hiyo 5 na 6 mm, na baada ya hapo wewe kama binti pia ukajipambania pambania kusoma mwaka wa kwanza chuo ukajilipia ada yani hiyo ni spirit ya mtu ambaye lazima atafika mbali, Amen. Na mi nikwambie, shikilia hapo hapo. Na kikubwa ambacho tunakikosa watoto wa kike ni kukimbilia mahusiano, ni kukimbilia wavulana, wanaume, kufikiri kwamba wale watatuvusha hmm. au kule kuna unafuu, au kule ndio tutakapofanikiwa, kule ndio huwa tunakwenda kudumbukia kwenye shimo au kwenye kaburi hmm la umaskini na ufukara, maana utapata watoto, utatelekezwa, utafubaa, utachakaa. Hakuna mtu ambaye amepita hiyo shortcut. Hiyo njia ni shortcut, lakini sio njia ambayo Mungu ameiweka. Njia ambayo Mungu ameiweka ndio hii ambayo unaitumia kuhakikisha unatumia vipawa vyako, nguvu, akili ambazo Mungu amekupa kujijenga, kujiongezea skills. Kama hivyo ulikuwa umeenda kusoma chuo lakini umeona siwezi kuendelea kuafodi kujilipia, ngoja niende nikafanye kazi. Hizo ndio akili za mafanikio na huko ndio kujinoa na huko ndiko ambako Mungu anakutaka, anakuandaa ili siku moja na wewe uje sasa usimulie. Eh, usimulie kama matajiri wakubwa. Na sikia sasa hivi wanasimulia, mimi nilianza kuchoma kupika urojo na na na mishikaki. Eh, umesikia, nimekuwa very inspired na in story ya Baresa. Kwahiyo ukiona watu wamefika mbali, kuna haso wamezipitia, ila sisi binadamu tunaogopa hizo haso, bila kujua kwamba kumbe hizo ndio ndio zinatushape, ndio zinatuandaa, ndio zinatutengeneza kufika kwenye hatima zetu. Kwahiyo, dada Venita, mimi nakupongeza na nakukaribisha. Asante, endelea na hiyo spirit, lakini cha kuongezea, endelea na shikilia maadili. Maadili ni e, ile hali ya kuhakikisha unafata prosesi zile ambazo zina, Mungu anatuambia tuzifate, kuwa mkweli, kuwa mwaminifu, kuwa mwadilifu. Na nafikiri hizo sifa utakuwa nazo, ndio maana yule mtu alikusaidia kupata mtu ambaye sio mzazi wako akakuendeleza kielimu. Sio jambo rahisi sana, utakuwa uliishi vizuri na watoto wake, na yeye akalipa fadhila kwa njia hiyo. Sasa endeleza maadili. Kupata ujuzi eh, kuwa na, na skills halafu huna maadili, ni zero. Lakini ukiwa na maadili ukaongezea ujuzi, yani hilo ni dhahabu. Kwa hiyo karibu sana sisi Shanti. Hapa tutakuelekeza, tutakupa miongozo ya namna kwenda kufanikiwa kwenye hizi kazi, na ukifuatilia ukizingatia, utakusoma. Kupo, mi mwenyewe ndio nasoma sasa hivi. Nilishia darasa la saba nikafanya kazi za ndani, nimepita kwenye changamoto nyingi, lakini hapa hivi tunavyoongea, nasoma sasa hivi nasoma PhD yangu ya theolojia, kwa sababu nafundisha sana maadili na maadili chanzo chake ni Mungu. Kwa hiyo nasoma kitu ambacho kinanisaidia kuboresha kazi nayoifanya. Kwa hiyo hata wewe nakutia moyo, nakwambia hivyo kutia moyo kwamba kusoma kupo. Fanya kazi kama unaona umekwama kwenye kusoma, kuliko kwenda kuingia kwenye magenge hmm ya ajabu kwa sababu watu wengi wakisha acha shule wanakimbiliaga shortcut, mabangi, huu ni umalaya, lakini ni umalaya, ukahaba ndiko wanakokimbilia. Lakini zile ni shortcut na uwezi kufika, unakatisha ndoto zako, unakatisha maisha yako. Lakini ukiamua kukimbilia kwenye kazi kama huku, ingawaje ni mwanzo ambao watu wanaudharau wanaona ni mdogo, lakini huo mwanzo mdogo ndio ambao Mungu ametuambia siku zote, ukiwa mwaminifu kwenye huo mwanzo mdogo, na yeye atakubariki kwa makubwa, atakuamini kwa makubwa. Kwa hiyo kwa kwa karibu sana umefika sehemu sahihi e, uwe tu tayari kujifunza e, hapa huwa tunanoana hapa, takunoa e, nikisema takunoa e, mm. <laughs> unaelewa manake e, tutakushepu vizuri tutakuelekeza, mm. yeah. maadili mazuri yeah. tabia njema za kazi e, utii na unyenyekevu kazini e, nidhamu nzuri kazini, ukiashika hayo ndio yatakufanya wewe uzidi kung'ara uzidi ku, na kufika kwenye ndoto zako.